Mgogoro wa Israel, Irani na hesabu za Marekani. Vita au mgogoro wa Irani na Israel kama unavyoitwa Iran Israel proxy conflict au Iran Israel Cold War zipo tafsiri mbalimbali zinazotolewa. Vinatazamwa vyanzo vya karibu, inatazamwa historia binafsi, inamtazama rais wa Marekani Donald Trump. Usiku wa Alhamis Juni 12 mwaka huu wa 2025 kuamkia Juni 13 Ijumaa, Israeli iliishambulia Iran, shabaha ikawa maeneo ya kijeshi na serikali. Mashambulizi hayo ya Israeli yakaua viongozi wengi waandamizi wa jeshi, akiwemo mkuu wa jeshi la kimapinduzi IRGC Hoseini Salami na mnadhimu wa jeshi la Iran, Mohamadi Bagheri. Wanasayansi mashuhuri wa nyuklia nchini Iran nao wameuawa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitoa tamko kwamba ilikuwa muhimu kufanya mashambulizi hayo ya kushitukiza. Netanyahu alisema kuwa Israel iliiwahi Iran ili isifanikishe mpango wa kutengeneza mabomu ya nyuklia, kisha Irani nayo ikajibu mapigo. Matokeo yake watu zaidi ya 220 wameripotiwa kufariki dunia na zaidi ya watu 1000 kujeruhiwa Iran. Wakati Israel makumi wameuawa na mamia wamejeruhiwa katika mashambulizi kutoka Iran. Inafahamika Irani inaunga mkono vikosi vinavyopambana na Israel kuanzia Hezbollah Lebanoni mpaka Hamas, Palestina. Wakati Israel imekuwa mkono wa kulia wa kikundi cha Peoples Mujahideen of Iran ambacho itikadi yake inakinzana na mamlaka za Tehran, Iran. Mdadisi yeyote hata kubaliana na utetezi wa Netanyahu kuwa mashambulizi dhidi ya Iran yalikuwa kuwahi mpango wa mabomu ya nyuklia wa serikali ya Tehran. Badala yake atataka kuhoji ni kwa nini sasa, na je, kipi kinatafutwa Iran? Ni hapo Marekani inaingia, maana ni mshirika wa kufa na kuzikana wa Israel. Mtaalamu wa kuunda nadharia atakuwa wa kwanza kutazama jinsi ambavyo Irani imekuwa ikichokonolewa hadi uvunguni. Bila shaka, kinachotafutwa ni Iran itoke nje ili nguvu zake zijulikane kuanzia kuuawa kwa meja jenerali wa Iran kwa Sem Soleiman Januari 3 mwaka wa 2020 nchini Baghdad Iraq, kwa shambulizi liloamriwa na Trump, hadi aliyekuwa mwanasayansi mkuu wa Iran Mohsen Fakhrizadeh ambaye msafara wake ulishambuliwa jirani na Tehran, kisha akauawa na walinzi wake Novemba 27 mwaka wa 2020 ongezea kuuawa kwa aliyekuwa kiongozi wa Hamas Ismail Haniye Julai 31 mwaka wa 2024 mjini Tehran. Kila shambulio unaweza kuliweka kwenye mtazamo wa jinsi ambavyo Irani inachokonolewa. Siku Marekani ikibaini kuwa Irani siyo tishio kijeshi, itakuwa historia kama ya Saddam Hussein Iraq. Marekani ina uzoefu wa vita kwa faida na hasara ilijijenga sana kiuchumi wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Iliathirika sana kiuchumi kupitia vita vya Vietnam, vita ya Korea, vilevile vile dhidi ya Saddam eh, kule Iraq. Wamarekani wanayajua maumivu ya kupigwa vitani, jinsi jeshi la Cuba lilivyoidhalilisha eh, Marekani katika vita ya Bay of Pigs invasion. Kikosi kilichotengenezwa na shirika la ujasusi la Marekani CIA, kilichoitwa Brigade 2506 kilichoingia Cuba kumpindua aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo, Fidel Castro, kilidhibitiwa April 17 mwaka wa 1961. Wanajeshi wa Marekani walilazimishwa kusalimu amri ndani ya siku tatu tangu kuanza kwa mapigano hakuna wakati mbaya Marekani ilijiona imedhalilishwa vitani kama hapo Korea. Ilikuwa taifa moja kabla ya vita kuu ya pili ya dunia, na ilikuwa koloni la Japani. Baada ya Japani kudhoofishwa na pigo la nyuklia katika miji ya Nagasaki na Hiroshima lililopigwa na Marekani, Korea ilige... eh... Korea iligawanywa. Marekani walichukua kusini na Urusi kaskazini. Na hiyo ndio ikawa sababu ya kuundwa kwa nchi mbili ambazo ni Korea Kaskazini na Korea Kusini. Mwanzo wa vita ya Korea ni Marekani kuitangaza Korea Kaskazini kuwa iliivamia Korea Kusini, hivyo mapambano yalianza. Awali ilionekana kama Marekani isingetumia msuli mkubwa kuikabili Korea Kaskazini. Hata hivyo Marekani ikiwa imeweka kambi ya vita ambayo hufahamika kama Chosin Reserve ya Campaign, Novemba 27 mwaka wa 1950 ilishambuliwa kwa kushitukizwa na China, hivyo mapigano makali yalitokea. China iliamua kuishambulia Marekani ili kudhoofisha mpango wake wa kuipiga Korea Kaskazini. Mapambano hayo ambayo yalidumu kwa siku 16 kati ya China na Marekani huitwa Battle of Chosin Reserve. Yalianza Novemba 27 mpaka Disemba 13 mwaka wa 1950. Mwaka 1955 Marekani waliamua kujitosa kwenye vita ya Vietnam iliyokuwa inahusisha makundi ya itikadi hasimu, yaani ubepari na ukomunisti. Marekani waliingia kusaidia kundi lililokuwa na mrengo wa ubepari. Moto uliowaka haukuwa mdogo. Vita ilipiganwa miaka 20 mfululizo. Hasara ambayo Marekani iliipata haiwezi kufidiwa. Hakuna ushahidi uliopatikana. Agosti 2 mwaka wa 1990, Marekani ikiungwa mkono na mataifa 35 duniani ilifungua mashambulizi dhidi ya Iraq ya Saddam Hussein. Ilikuwa baada ya Saddam kuivamia Kuwait na kusababisha mgogoro wa mafuta duniani. Pamoja na kwamba Marekani ilifanikiwa kuikomboa Kuwait kutoka kwenye himaya, sa, eh, himaya ya Saddam Hussein, nguvu iliyotumika ilikuwa kubwa, lakini matokeo hayakuwa rahisi. Mataifa 35 dhidi ya moja, lakini vita ilidumu miezi sita. Kumbukumbu kumbu ya vita ya Vietnam, Korea, Bay of Pigs na nyingine ambazo Marekani ilipata wakati mgumu ndio inayolifanya taifa hilo litafute hesabu za kuivamia Iran. Je, nchi hiyo ya Kiajemi ina silaha gani na wapo na nani? Yasije kutokea mwaka 1950 wanajipanga kuipiga Korea Kaskazini wakajikuta wanapigwa na China kisha Urusi. Hesabu hii ndiyo iliwapa ushindi wa Saddam Hussein. Walimkagua na kugundua hana kitu na kumwondoa. Marekani hawajapata fursa ya kuingia Iran, wa Iran hawajatoa huo mwanya. Hesabu hiyo hiyo ndiyo inafanya Korea Kaskazini ibaki salama hadi leo. Mwaka 2017 Marekani walipeleka meli yao ya kivita na vifaa vyao mpaka kwenye peninsula ya Korea Kaskazini, lakini hawakuishambulia ni kwa sababu Marekani hawajui siri ya silaha ndani ya Korea Kaskazini. Hesabu ya pili ambayo Marekani wanacheza nayo ni madhara. Je, wataweza kuipiga Iran bila wao kupata madhara? Na wakipigana yatakuwa kiasi gani, vifo, majeruhi na uharibifu wa vifaa? Siku wakipiga hesabu na kuona uwiano wa madhara ni chanya kwao, ni uhakika wataipiga Iran. Hata Korea Kaskazini ni hesabu tu mashambulizi ya Israeli nchini Irani na kuuawa kwa viongozi wake, ipo hesabu inatafutwa, ni hesabu ya Marekani. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa habari kiganjani, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako kwa ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea kufuatia mgogoro wa Israel